Karibu tena msikilizaji wangu mpenzi, hapa kwenye sehemu ya pili ya simulizi letu la kusisimua. Asante kwa kuwa pamoja nami kwenye sehemu ya kwanza. Kama hujapata nafasi ya kuisikiliza, tafadhali rudia kwanza, lakini kama uko tayari kwa msisimko mwingine, hebu tukusogezee kinachofuata. Mimi ni Namne. Tuanze sasa na sehemu ya pili. Nilishikilia lile boksi mkononi kwa tahadhari, kama vile lingebadilika kuwa bomu wakati wowote. Nilijua kulikuwa na sababu ya kwa nini fundi Baraka alinipa onyo kabla sijalifungua, lakini moyo wangu ulishakata tamaa ya kuishi kwa maficho. Ilikuwa lazima nijue. Ndani ya boksi kulikuwa na kifaa kidogo kama chipu ya elektroniki, iliyowekwa ndani ya fremu ya glasi. Pamoja na hicho, kulikuwa na barua iliyoandikwa kwa mwandiko wa mkono. Mwanangu Saidi, kama unasoma hii barua, basi umeruhusiwa kuingia kwenye ukweli. Kifaa kilichopo hapo ni sehemu ya data ambayo ilifichwa kwa miongo kadhaa. Ni kumbukumbu kumbu za majaribio ya siri, mikataba ya kimataifa na ushahidi wa wale waliouza nchi yetu kwa ajili ya madaraka. Ukiwa na hii, hauko salama. Ila kama utaelewa matumizi yake, utaweza kuamua hatma ya dunia. Barua hiyo haikusainiwa, lakini nilihisi ilikuwa ya baba yangu. Fundi Baraka alinitazama kwa macho yaliyosheheni historia, akasema kwa sauti ya taratibu. Hicho kifaa kina uwezo wa kuunganika na kompyuta za kijeshi, lakini ni lazima kipate access code kutoka kwa mtu mmoja tu, msichana mwenye alama ya tai mweusi. Nilikumbuka ujumbe wa simu uliokuwa umejitokeza ghafla. Nimtafuteje? niliuliza, sauti yangu ikiwa kama ya mtu anayezama baharini. Mara ya mwisho kuonekana alikuwa akifanya kazi ya kujitolea hospitali ya mitaani, mtaa wa Msondo. Sikupoteza muda, nilitoka pale haraka Nikiwa nimevalia koti la hudi lililonisaidia kuficha uso. Nilitembea kwa miguu nikiepuka kamera, maduka ya duka la usalama na mitaa mikubwa. Lakini sikujua kuwa macho yao yalikuwa juu yangu kila hatua. Anasogea upande wa magharibi, anaelekea kwenye hospitali. Sauti ya mpelelezi ilisikika kwenye kituo chao cha siri. Wacheni aende. Tutamvuta pale pale kwa msichana huyo, akasema yule mkuu. Macho yake yaking'aa kwa utulivu wa kishetani. Nilipofika hospitali ya Msondo, niliwakuta vijana kadhaa wakiwa wanatoa misaada. Miongoni mwao, nilimuona msichana mmoja aliyekuwa amevaa sweta jeupe na mkono wake wa kushoto ulikuwa wazi na kweli. Alama ya tai mweusi ilikuwa juu ya ngozi yake. Nilimkaribia kwa taratibu. Macho yetu yalipokutana, kabla sijasema kitu, aliniambia, usiseme chochote hapa, fuata nyuma yangu. Nilitii. Aliingia ndani ya chumba kidogo cha madawa, na ndani humo kulikuwa na kifaa kingine kilichofanana na lile la kwangu. Una kifaa kingine, sivyo? aliuliza. Nikakitoa, akakiunganisha kwa ustadi, na kwenye skrini ya kompyuta yake, maandishi ya kisiri yakaanza kujitokeza: nyaraka za miaka ya nyuma, picha za viongozi, data za akaunti za siri. Macho yake yaligeuka kuwa makubwa. Hii, hii ni zaidi ya tulivyotarajia. Lakini kabla hatujaweza kusoma zaidi dirisha la chumba lilivunjwa na bomu la moshi kutupwa ndani. Nilimshika mkono kwa haraka tukakimbilia mlangoni wa dharura. Tulitoka nje tukikimbia, lakini nyuma yetu sauti ya gari aina ya Range Rover ilisikika ikituandama. Nilimshika mkono msichana huyo kwa nguvu zaidi, huku tukikimbia kwenye njia nyembamba ya nyuma ya hospitali ya Msondo. Mvua ya ghafla ilikuwa imeanza kunyesha na mawingu meusi yalijikusanya angani, kana kwamba yalijua machafuko yanayotokea ardhini. Jina lako nani? Nilimuuliza kwa sauti ya kukata nikipumua kwa nguvu. haita kusaidia kwa sasa, alijibu kwa sauti ya ujasiri, lakini unaweza kuniita Amina. Tulizunguka kona kali, tukapenya kwenye uchochoro uliojaa taka na maji yaliyotuama. Range Rover ile ilishapoteza muda kutafuta njia ya kuingia kwenye uchochoro huo, lakini nilijua hawatakata tamaa. tuna muda mchache tu kabla hawajatufuatilia kwa miguu, Amina alisema huku Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu hii ya pili. Mambo yanazidi kuchanganya na hatima ya Saidi iko hatarini zaidi kuliko mwanzo. Usikose sehemu ya tatu, pale ambapo ukweli unazidi kufichuka na tutaendelea na sehemu ya ta